Hello, ho hello, hello. Habari. Auntie Deborah uh, okay. Again uzima ni siku nyingi sijazungumza na nyinyi, lakini kuna kapoint kanipata nikakipata kakipoint, nikasema hapana, I have to share with my people, I have to share with my lovely people I have got something in my head and I was like okay, let me share this with you guys. Well, ni kwa mfano ni juu, yani, ni, ni, ni kama kaji mfano lakini nafikiri kata wasaidia wengi. Hivi ni kwa nini tunaamua kuni, niseme tunaamua kwa nini, ni mfano nitoe, kwa nini unakaa, let's say, ni mlango alafu uko katikati ya mlango unazuia watu wasipite, wasiende mbele, mwingine pia asi asirudi nyuma, mwingine asipite aingie ndani, mwingine asipite asitoke uh, nje. Yani kama kuna mtu amezuia hapo, kwanini unazuia mlango wa mwenzio? Kwanini unakaa kwenye mlango? Either in any ways. Kwanini? Yani, kwa kivyo vyote vile kwanini unazuia mlango? Let's say, mtu asiingie au mtu asitoke nje mm? unazuia kinaim na yoyote, nimetumia nimetumia msamiati in English, you can call it parable, ama, ama, ama proverb. Nimetumia msamiati au methali kusema kwa, unazuia mlango, mwingine asiingie, mwingine asitoke. Let's say, unakaa katikati ya mlango, unazuia mwingine asipite hata usogee. You know unasema ngoja mimi nikae tu hapa katikati, uh, my meaning is, <coughs> ni kukosea sana kukaa katikati ya mlango alafu unazuia au unazuia mwingine asiingie na mwingine asitoke. Kwa mfano hata kwa kwenye mahusiano unakaa katikati yani, unakaa unakaa, yani wewe you don't feel like going out or you don't feel like getting in, ujisikii kuingia wala ujisikii kutoka Hmm, hujisikii kupisha wala hujisikii kusema basi wacha nisogee kidogo mtu apite. Hmm? namaanisha kwamba kama hauna hauna lengo la kuingia wala kutoka, pisha mlangoni, toka mlangoni, wengine waingie na wengine watoke. Toka mlangoni, wengine waweze kufanya kupita. Kama mwingine anataka kupita hapo apite, lakini na, yaani, usizuie njia ya mwenzio, usizuie njia ya mw Yani, unapokaa hapo let's say, kwa mfano natoa mfano, unapokaa kwenye mawasiliano, unajua kabisa sina wazo nakua, na kuwa na huyu mtu sina wazo kuwa na maisha naye huyo mtu, si muhitaji, wala mimi na mpango na mtu mwingine mngine. Kwa nini unakaa hapo kwenye huo mlango? Kwani unazuia watu wasiingie? Kwa sababu huenda kuna watu wanamuona huyo mtu wanamuhitaji, na huenda labda kuna watu wanamhitaji huyo mtu eh, lakini wanashindwa kumsogelea eh, kwa sababu umezuia, upo mlangoni, wanashindwa kupita, wanashindwa kuzungumza, wanashindwa yani, wanashindwa kuchungulia hata ndani kuna nini please Usizuie mlango, usizuie mlango, usikae mlangoni ukazuia mtu uh, mwingine asipite, usikae katikati ya mlango. Nikimaanisha hivyo, nafikiri mtu naelewana. Nawapenda sana, ninatamani niichambue zaidi, natamani niichambue zaidi, lakini nashindwa, nitaichambuaje? Natamani niichambue ili nikiichambua, nafikiri nitaichambua kiufasaa zaidi. But I'll come back with, uh, English video. maybe I'll talk to you better than the way I talk to you right now. Nitakuja tena kwenye English video, nitafanya video ingine kwa ajili ya hili. Kwa nini, kwa nini usipishe mtu? Kwa nini, kwa nini unakaa katikati ya mlango Pisha watu wapite, pisha watu waingie, pisha watu watoke, au toka wewe, watu waingie. hmm? kama unaona kabisa sina mpango wa kuingia wala sina mpango wa kutoka, eh, wala sina mpango wa kuk..., yani hapa sina mpango napo, basi pisha watu waingie, um, au pisha watu watoke, eh, waone vilivyopo ndani. Sogea, usikae katikati ya mlango. Sogea tu, pisha, toka. Mm, toka. Na unapotoka unafungua baraka zingine, nafikiri watu wanajua umo ndani, kuna duka au umo ndani, au umu, uko nje, kukoje hivyo, lakini ukikaa unazuia mlango, ni sawa, unazuia baraka ya mwingine. Uh, I love you all. I am Auntie Debra. Bye bye.